Tulikwambia tunataka kujenga ofisi kama sehemu ya changamoto ya kuweka kumbukumbu na sehemu ya kukutana pia, watu miti zinaisha, unachukuliwa na upepo, lakini jengo ni muhimu sana. Siku hiyo ulituahidi milioni tano na ulishatupa vile vifaa vingine, ambayo ya ile pesa imeshapelekwa, imesha viko site. Kwa hiyo tunakuomba hata baada ya kikao hiki, hata utembelee uone, lakini sio hivyo tu, uliendelea kuona kwamba bado tunahitaji mengine. Juzi uliniambia, nimepata matofali, nimepata simtengi na sementi kidogo, yamaena amehonelangayi leo hii tukiendelea kwenye mkutano, matofali yamepokelewa na wanenaialami imefika, matofali mia tano imefika Lengo ni kupata sehemu ya kukutana Malaigwanani na sio Malaigwanani wa Monduli tu, hata kama vikao kama hivi tunafanyia laja iarakake aakuo. Kwa hiyo tunakushukuru sana, ukipata wadau wengine tunaomba watunge mkono kwa sababu jengo bado jaanza, naamini kwamba ikianza tutapata wadau wengine, lakini pia tulikuomba siku ile kwamba tunataka waziri wakuja kutuwekea jiwe la msingi au wakufungua, kwa hiyo ulichukua na hilo. Wakati wowote ukipata nafasi tunataka tuzindue ili tuanze kujenga, kwa hiyo usisahau na hilo. Kwa hiyo shukrani zetu na baraka zetu utaendelea kuzipata kwa sababu umetushika mkono. Okay. Shukuru sana uongozi wa uh, Malaigwanani kwa heshima hii ambayo umenipatia ya kunipa mwaliko kuja kushiriki shughuli hii ya kwenu. Ni heshima kubwa kwangu mimi kama kijana, lakini heshima kubwa kwamba mkiweza kuamua kufanya kikao wenyewe, nikaamua mambo wenyewe, na pia tusishiriki, lakini mkaona ni busara, basi angalau mimi kama mbunge, kama mwakilishi wa Wanamonduli, na mimi nije niweze kusikiza mawili matatu nipate busara zenu na nami nitoke nikiwa nimeimarika zaidi ni kimila, lakini pia kujua zaidi mahitaji ya watu wetu kila siku. <coughs> Kipekee pia nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana wageni wetu. hii ndio heshima ya Monduli, hii ndio heshima ya Monduli. Inapendeza kwamba viongozi wetu wa jamii ya Maa wanatambua kwamba Chimbuko na asili yote ya jamii yetu ni hapa Monduli. Kwa hiyo wenzetu wa Simanjiro, wa Kiteto, wa Longido, wa Ngorongoro, jamani, karibuni sana Monduli, karibuni sana Monduli. Monduli kihistoria, mnafahamu Monduli makao makuu ya wilaya ya Masai District ilianzia pale Monduli mpaka tukaanza kugawanywa mipaka na wazungu, lakini naomba tuseme ile mipaka ni ya wazungu tu. Sisi bado ni watu wa moja, ni watu wa moja, na kinachotuunganisha ni hii mila ambayo enyewe mnaendelea kuienzi. Kinachotuunganisha ni hii mila ambayo mnaendelea kuienzi, na mimi nimesema, wazee wetu kwa muda mrefu sana, kwa muda mrefu hatuna njia nyingine ya kiuchumi zaidi ya mifugo kwa miaka mingi sana, na jambo ambalo mmefanikiwa kwa miaka mingi sana ni kuhakikisha mnalinda ardhi ya mifugo bila makaratasi yoyote. Mmelinda ardhi yetu kwa miaka mingi sana lakini pia mmeweza kusuluhisha migogoro mikubwa sana, ili kuendelea kulinda heshima yetu kama jamii na kulinda ardhi yetu kwa sana. Hongereni sana kwa kazi ni kazi mmefanya kubwa ya kutukuka. Kwa hiyo, na mimi binafsi kama kijana wa Monduli, lakini pia kama mbunge, nitaendelea kuwaunga mkono, nitaendelea kuwasikiliza ko kwa, naomba sana mnishike mkono, tuongozane, tusaidiane kusaidia watoto. Vikao vyenu mnafanya mengi sana, lakini nimekumbuka jambo moja nikasema tunahangaika kulinda ardhi yetu, na ni muhimu sana lakini, kwa sababu ardhi inapungua, ardhi haipungui, haiongezeki, binadamu wanaongezeka, matumizi ya ardhi yanazidi kubadilika kila siku. Kwa hiyo, imetulazimu kwa sababu ya jamii tunayoenda nayo kupeleka watoto wetu shule kwa hiyo na kupitia vikao vyenu vya wazee vya malaigwanani, watoto wa Kimasai wengi sana wamekwenda shule, wamekwenda shule na wamefanikiwa. Na ni ukweli kwamba Mungu ametusaidia, nadhani nyama na maziwa zinatusaidia, watoto wanakuwa na akili sana. Kwa hiyo, kwa hiyo wengi wameenda, wamefaulu vizuri, wamemaliza mpaka digrii zao vizuri sana, lakini bado kuna changamoto ya ajira. Kwa hiyo napenda sana niwaombe kwenye vikao kama hivi pia mtumie nafasi yenu kidogo tuweze kujadili fursa za ajira za vijana wetu. Nasema hivyo kwa sababu mtoto wa mtoto wa jamii yetu akishamaliza digri yake, alafu akarudi nyumbani hana kazi yote, hilo ni bomu kubwa sana, ni hatari kubwa sana, ni hatari kubwa sana kwa sababu sio kwa ubaya, lakini unakuwa umeshamuondoa kwenye shughuli zetu za kila siku kwa miaka mingi, amekwenda kuangalia mambo ya dunia, lakini anarudi nyumbani hana mifugo, hana ardhi. Hiyo ni bomu kubwa sana. Kwa hiyo niseme tu dogo, nipongeze sana kwamba tarehe tisa mwezi wa pili, wakati tunamkumbuka mwaka mmoja tangu mzee amepumzika tulikusanyika Malaigwanani wa Monduli na wageni wengine wengi sana, na kwenye mazungumzo pale ya pembeni tuliongea na waziri Simbachawene. Kipekee ni mshukuru mzee Lekisongo, pamoja na wazee wengine walijadili mambo mengi sana, lakini siku ile mzee Lekisongo alijaribu kujadili kuhusu ajira ya mtoto wa kike wa jamii ya kifugaji alijadili, lakini na nazidi kusisitiza naongea kama mbunge wa Monduli, sisemi kwamba sisi tunastahili upendeleo juu ya watanzania wengine, watoto wa Tanzania wengine wote, lakini kwa sababu ya historia na asili yetu, ndiyo maana tulipata sekondari zikiwa za bweni miaka ile, miaka mingi, kwa ajili ya kusaidia jamii ya kifugaji, mtoto wa kike akienda abakie shuleni asiweze kurudi, ili tuweze kumsaidia. Vivyo hivyo, waziri Chambachaweni alilipokea akasema anaelewa huu mjadala, zaidi kwa watoto wa kike wa jamii ya kifugaji lazima tuangalie namna ambao, sisemi upendeleo, lazima tuangalie namna ambao tutawasaidia watoto wa kike kwenye swala la ajira kwa jamii yetu ya kifugaji. Nishukuru kwa sababu ya umoja wenu ule na heshima kubwa ambayo mko mmeonyesha siku ile. Nilipigiwa simu wiki iliyopita, lazima niseme kwa uzito mkubwa, na ofisi ya utumishi wakiniambia nitoe maelezo zaidi kuhusu ajira zile za watoto wa kike. Ni jambo kubwa, ni jambo kubwa, ni hatua kubwa, lakini hiyo hatua imetokana na heshima ambayo umetujengea heshima yenyewe wanyewe. Wazee walikuja pale, tunaamini Mheshimiwa Simba Chawene alifikisha salamu zile kwa Mheshimiwa Rais, ndio maana mchakato huo umeanza kwao. Napenda kuwashukuru tena sana, napenda kuwashukuru tena sana. Basi mkipata na mawazo mengine tuyabebe kwa heshima ile ile tukayapeleke kwa Mheshimiwa Rais. Nimalizie, sikupanga kufanya hotuba, nimekuja kushiriki kukaa, kusikiza busara za wazee. Mheshimiwa Rais anaingia Arusha, anaingia kwa ajili ya shughuli ya kina mama, lakini naamini kupitia uongozi wetu hapa, tutaangalia namna ambavyo tutaweza kupata fursa ya kufanya salamu kama wazee wetu kwa umoja wetu huu kwa hiyo lakini, ni jambo kubwa, ni jambo la kina mama, na ni ukweli wa kina mama. Uh, wameibuka kufanya shughuli kubwa nyingi za kiuchumi. Nilikuwa naongea pale juzi Selela, nikasema hata wamama wa Kimasai wako vizuri, wako na hela nyingi sana, sikuskabu na shughuli nyingi. <laughs> Nikasema, wakina mama, wana shughuli nyingi. Kasema wakina mama wanatuacha wakina baba nyumbani <laughs> kwa hiyo kwa kweli, uh, Mama Samia amefungua fursa nyingi. Kwa ajili ya kina mama kinamama, lakini amefungua fursa nyingi kwa ajili ya taifa letu. Ametupendelea sisi wana Monduli, pamoja na tutakaa naye. Najua kuna shughuli ambayo imeandaliwa tarehe 23 mwezi wa tano ambayo itatuhusisha wote, ni shughuli kubwa. Lakini basi na nami niendelee kuwakumbusha tu, tayari mama Samia ni mgombea wa chama cha mapinduzi 2025, tuendelee Tue tuendelee kila, kila nafasi tunapopata, kila nafasi tunapopata, tunapokaa na jamii yetu kuweza kuelezea kindani mafanikio makubwa na upendeleo mkubwa ambao mheshimiwa rais ametupendelea jamii yetu, ameipendelea Monduli kwa kiasi kikubwa sana. Sitaki kurudia mambo yaliyofanya Monduli, lakini itoshe kusema tu, jamani, nimefurahi kuja kukaa na kupata joto